Dada Olivia karibu sana, asante sana. mm -hmm. Wewe umentijilia TikTok ndio? mm -hmm. Nini kikakuvuta kwetu? nilivyokuwa naona watu wanakuja hapa, anatoa shuhuda zao kwamba amefanikiwa, mm -hmm. kupitia mradi huu, mm, kama dada Loveness na mimi, mm -hmm. <laughs> nikaona ngoja na mimi niende, mm. kwa sababu pale ambapo nilikuwa nakaa mm. Okay. Ulikuwa unafanya kazi, ndio. Kazi gani za ndani? Kazi za ndani mm. mm -hmm. oh. Kwa hiyo shida ilikuwa inanikuchelewesha mshahara, nani ulikuwa unafanya? Umekaa hapo muda gani? Miaka mitatu. Umekaa miaka mitatu kwenye hiyo nyumba, lakini umelipwa hela zako zote? Ndiyo, lakini ndio hizo, ulipowaga zote. mm. Kudhulumiwa katika miaka yote mitatu Ndiyo. Kwa hiyo sasa ukisema ulikuwa ulipi, kwa wakati ilikuwa wanakaa muda gani ndio unalipa? Hata miezi sita. Ah miezi sita? Mm. He, kwa alikuwa anakuwekea? Akija kukupa anakupa <laughs> fungu kubwa. Ah? Aliku, yani yeye hakuwa na na pesa ila kunalipa kwa hapo hapo. Yaani mfano mwezi ukifika mm. anaanza kusema kwa sababu sina pesa. mwezi mwingine mm -hmm. ukifika anasema sina pesa, nikipata nitakupa. Mhm. Mm Mimi nilikuwa siishi pale kama dada tu uh-huh. nilikuwa yani nawalea vizuri wala watoto s so alikuwa amenizoea sana, alikuwa uh nanelewa -huh. kwa ile kusema, afu walikuwa ni wa, bado wadogo watoto, asisema kwamba ni waacha. Hakuna kitu chochote kibaya amenifanyia ikawa sio vizuri, nikawa naona tu bora niendelee, akinipa nitaanani, akinipa wakati anavyonipa huo mshahara uh-huh, inakuwa ni kipindi ambapo yeye haturii nyumbani. Mm -hmm. Afu watoto wa kuachia inakuwa mm -hmm. Hayupo mm -hmm. kwa unaona bora nibaki naendelea tena hivyo mm hivyo -hmm. Sasa wamwii watoto mtoto wake wa kwanza mtoto wake wa kwanza watoto zake wa kwanza, maana ni walikuwa mapacha mm -hmm. wamemaliza darasa la saba mm -hmm. na wengine walikuwa darasa la nne, wamemaliza darasa la nne kwao amna watoto wale ambao, oh, watamsumbuasumbua mm hii -hmm. Alafu nikaona bora ni mwage mm -hmm. DC, any ofsy, any mm -hmm. na nilikuwa tayari nishaona TikTok jinsi yani ofisi yenu inavyohudumia wadada vizuri mm -hmm. nawalipa mshahara mzuri, mm nikaona bora ni age alafu ni jioko. Mm -hmm ulimwaga, ulimwambia unaenda Wadada Center, ulimwambia tu basi, apa, basi mm, nimechoka kufanya hizi kazi mm. mm. alijisikia vibaya lakini kaambia inatosha, kwa sababu hata mm. hivyo mshahara na mimi ina mbrango, na mambo yangu na E hitaji kufanya, unaponipa kwa muda ambao sio sahihi, unakuta vitu vinakuwa ni vingi, hela tulii mm. Yani hivyo nikamua gari nirusu mm. mm. lakini labda kwa kwa upande mwingine ni bosi mwema pia ulimpata, ingawaje alikuwa hakupi kwa wakati mm. lakini alikupa kwa sababu wengine wenye tabia hizo mwisho wa siku unakuwa upati hizo hela, sababu kama laki moja ni hela nyingi mm. -hmm. afu mtu anakaa miezi sita hajakulipa maana yake unamdai laki sita mm -hmm. mtu mm. anaanza kuitolea macho. Kwa hiyo mi naona pia ulipata mtu mzuri mm -hmm. ambaye labda libitu. alikuwa hapati hiyo hela kwa wakati kabisa. lakini kutokana na dili zake alikuwa akipata anakupa mm -hmm. kwa mpaka unaondoka kwake humdai kabisa. kabisa kwa hilo mi nampongeza sana mm -hmm. sana E, eh, lakini pia kwa upande mwingine wewe umeona fursa zaidi ukaona huku mm. ni laki moja na nusu pale ni laki moja lakini labda huku kuna maslahi zaidi ndiyo. Kuna ulinzi, kuna mikataba, kuna taratibu ambazo tumeziweka. Kabisa. Kwa mtu ambaye anataka kufanya kazi sehemu ambayo ina uhakika, of course ataona hapa riski ni ndogo sana kuliko pale ulipokuwa, maana mm -hmm. Pale hujui ni mtu ameamua kuwa na roho nzuri, angekuwa na roho mbaya si ana kudhulumu. Kwa hiyo nee, pia kwa upande wako na wewe umeshtuka, na wadada wengi wa kazi, nasema hivyo kuwasaidia wadada wa kazi ambao wanaona fursa hizi. Dunia imebadilika, kwa hiyo na wewe unajaribu kubadilika kutokana na mazingira. Kwa lazima, yes. Uendelee kufanya kazi kwa sababu kazi za ndani zilikuaga ni elfu thelathini, wewe unabaki tu elfu thelathini kwa sababu ndio ilikuaga hivyo. Ah mm -hmm. Uh, mambo yamebadilika. Hiyo ni nguvu yako unayotoa kama kuna sehemu unaona opportunity au fursa, sio dhambi kwenda. Umeelewa eh? Sio dhambi kwenda hata mm wewe -hmm. Ukuwa na haja ya kumdanganya bosi wako. Ungemwambia tu, ngoja nikaangalie fursa zingine. <laughs> Labda angekuongezea mshahara uwezi jua. Mm -hmm. E, mwingine unaweza kumwambia kabisa bosi wako kwamba umeshakaa naye miaka mitatu anakulipa laki, mwambie bosi wangu tukae mezani niongeze kidogo, ila anajua wadada wana ujasiri walio wengi atasingizia tu <laughs> ha, hivi ili aende sehemu nyingine. Haya ndo maisha, lakini karibu sana yes, asante. Kwa hiyo malengo yako, maana umekaa ya miaka mitatu kwenye kazi za ndani na umekuja huku kwetu kwanza tena kazi za ndani ehe, una mpango gani na kazi za ndani nda kuuzekea huko, au una kitu bado unakitafuta? una kwa hiyo hmm. Mm -hmm. Right. Kama uji kwa wakati si ndio mzuri, umewekewa ungekuwa ushatumia, unakuja kupewa fungu kubwa, si ndio utafanya jambo la maana? hata hiyo awamu ikifika, mm. bado mm. mm -hmm. ni nusu sasa, unajikuta umefanya kitu, umefanya kwa udogo. Kwa miaka mitatu ile ulifanya nini? Kwa miaka mitatu menua kiwanja. menua kiwanja menua kiwanja mm. wapi wapi? Tabora okay. kiwanja mm -hmm. pia na minua... Mi, mi, mi, mi, mpunga mtaji mm. biashara ya viatu vau. Kwa hiyo nani atakuwa anasimamia biashara ya mpunga na Kupa kiwanja mpun. nyumbani kule mama yuko mm. biashara yako ya, ya viatu na utakuwa unafanyia wapi? Tabora huku kule kule, Tabora. kwa hapo unachotaka ni kukusanya hela ya mtaji mm. Okay. Sawa, Dada Olivia, karibu sana. Kwa hiyo una uzoefu wa kazi za ndani mm -hmm. E, kulea watoto unaweza kupika usafi mm -hmm. uko vizuri. Aya, karibu sana. Na imani sikiliza, umeshasikiliza training zetu miongozo mm -hmm. yetu jinsi ya kufanya kazi Ndiyo, eh, lazima huku, lazima tufanye kazi. Tunataka hela, lakini hizo hela lazima tuzitumikie. Eh, si hela za bure bure. mm. kwa hiyo pamoja na kwamba ume, umeona tuna hela nzuri, pia inabidi uweze kufanya kazi nzuri. Eh, hela inaenda na kazi, sawa. mhm mm mm -hmm. kwa hiyo karibu sana kama utafanya kazi kwa miongozo yetu, ukatusikiliza vizuri, ukaenda kufanya vile tunavyowaelekeza utafanikiwa sana, sawa. mhm usipofanya hivyo ni ugomvi. Si umeona yale mambo makato, manini, mm. madhamana hayo. Utakatwa hela bosi wako apewe dada mwingine na tutaweza kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo jitahidi sana, usiangalie tu upande wa hela, angalia upande wa kazi. Kwa sababu kazi ndio zitakazo kupa hela. Lakini mm. pia nakupongeza kama binti na wengine walioko hapa kwamba wewe bado unaonekana mdogo. Yaah lakini tayari umeshaanza kujiwekeza, umenua kiwanja, umeanza kuwekeza kwenye mpunga, unatafuta mtaji kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Hayo ndio mawazo sahihi ya mtoto wa kike. Tumetoka, tunatoa sisi hapa, kazi yetu ni kuwatoa kwenye mfumo wa kutafuta bwana. mm -hmm. Eh, na hivyo mwenyewe mrembo mrembo hapo, haa, wewe ni kuangaika tu na mwanaume aendeshe maisha yako. Ndio tulikotoka huko, au ndio tunakotoka? Kwa hiyo nakupongeza, we tayari umeshaingia kwenye um maarifa sahihi ya mtoto wa kike. Kama unataka kuteseka kwenye maisha yako, hicho unachokifanya ndio sahihi. Hiki ambacho hao wote wamekuja kukifanya ndio sahihi, kwamba unatafuta hela yako. Utapata mwanaume utaolewa, lakini kipato chake kiwe cha ziada kwenye maisha yako, kisiwe ndio cha cha kutegemea hmm. Eh, hilo lazima niliseme kwa sababu wasichana wengi au wanawake wengi wanapata yeah. shida kutokana na kutanguliza vipato vya yeah. wanaume mbele. Kwa hiyo unataka mwanaume wa kukuwezesha, mwanaume wa kuendesha maisha yako, utateseka. Kwa hiyo hapa kazi kubwa tunayoifanya ni kushifti kutoka kwenye kutegemea hela za wanaume, kutegemea hela zetu, ili uweze kukabiliana na changamoto za maisha na mwanaume asikusumbue. Ukikutana na mwanaume akikusumbua, unakuwa na pawa na nguvu na uwezo wa kumwambia kaa pembeni, unasonga na maisha yako okay. sababu hawa ni viumbe, haujazaliwa nao sawa, eh? Okay. ni binadamu kama wewe kwanza, anaweza kukutelekeza, anaweza kukuacha, anaweza akafa, anaweza vyote vyote vyote vitaweza kutokea. Kwa hiyo mm, maisha yako lazima umkabidhi Mungu na wewe ile nguvu Mungu aliyokupa uitumie kutafuta kipato mm, ili uweze kuwa msaada pia kwenye familia. Wanawake ambao ni msaada kwenye familia ndio wenye heshima, ndio wanaoheshimiwa, ndio wanaothaminiwa kwenye familia zao na waume zao. Lakini wewe ukishakaa kama tegemezo kabweteka, itakula kwako. Kwa hiyo hiyo ni meseji yangu pia ambayo lazima niiseme. Umeelewa? Eh, mambo ya kutegemea wanaume yamepitwa na wakati. Mm-hmm. Haya. Dada Olivia karibu. Asante sana.